ono jitihada zinazofanywa na serikali ya awamu ya tano chini ya Rais Dr John Pombe Magufuli ya kukabiliana na ubadhirifu na ufisadi ambavyo ni kikwazo kwa maendeleo ya taifa. Ifuatayo ni taarifa kamili. Kaimu makamu mkuu wa chuo kikuu Mzumbe, Professor Joseph atitika ametoa wito huo katika mahafali ya kumi na nne ya chuo hicho kampasi ya Mbeya, ambapo amesema uamuzi wa wananchi kuunga mkono juhudi hizo dhidi ya ubadhirifu na ufisadi itasaidia kuchochea kasi ya maendeleo na ustawi wa taifa. Niombe kuungana na viongozi wengine kumwomba kila mmoja wetu aendelee kuunga mkono bunifu na juhudi hizi kwa vitendo, ili ndoto ya ta taifa letu ya kuondoa umasikini na kukuza uchumi iweze kutimia. katika maafali hayo Mkuu wa chuo hicho Jaji mstaafu Barnabas Samata aliwatunuku astashahada, stashahada na shahada mbalimbali wa hitimu na kuunga mkono kauli ya kutaka wananchi kuunga mkono jitihada za serikali za mapambano dhidi ya ubadhirifu na ufisadi ili taifa lifanikiwe kufikia uchumi wakati ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Wanafunzi wengi wanachagua Mzumbe kuwa ni chuo chao cha kusomea kwanza, hasa hasa kwa sababu ya utulivu. Mzazi akimleta mtoto pale anauhakika baada ya miaka mitatu atamaliza shule. Chuo kikuu Mzumbe ni kitovu cha elimu na maarifa, na kinaendelea na mikakati yake ya upanuzi wa miundombinu yake na uboreshaji ili kuweza kuwafikia Watanzania wengi nchini kupata elimu ya vyuo vikuu.